Akaona, kwa nini sio nisijishirikishe na upigaji picha au naingia kwenye tasnia hii? Na mimi nikaona sio mbaya, lakini nikafikiria kidogo, nikaona nikienda huku itakwaje, nikienda huku itakwaje. Unaonaje bana, ukatoka kwenye mpira, mpira hii maana hainufai chochote. Ushawishi uko kwa kiasi gani kwenye kazi, kwenye kazi hii hapa kwa upande wa uh, mahusiano au mapenzi? Uh, ushawishi ni tusiseme kwa asilimia mia au eh, uh, 99 uh, tsa ni nyingi sana mm. Uh, let's say tuseme ni kama sabini sabini na tano maana tunavishawishi tuna, ila tunachomshukuru Mungu sisi wateja wetu wengi ambao tumewapokea toka tumeanza kufanya kazi hii. Ha, hamna eh, wachache sana ambao wameonyesha vishawishi hivyo, ila kama photographer ili usimpoteze mteja na unaijali kazi yako inabidi uweke mipaka baina yako wewe na mteja. Mteja anapokuja kwenye kazi ni swala la kazi, haijalishi amekuja kwa namna gani au anakukonvinsi kwa njia gani ila inapaswa kuheshimu kile unachokifanya, maana wanasema ukiingiza swala la mapenzi au na mteja au mahusiano ya kimapenzi na mteja automatically unakwenda kumpoteza yule mteja. Cha kwanza atakuwa kuna ile respect au kwa namna anavyokuwa na kukuchukulia awali before mjaikuwa kwenye mahusiano, ataanza kukuchukulia kwa namna nyingine kwamba wewe ni mpenzi wake, na pili pia unakuwa kipato pia swala la kipato, anaweza akaja sababu tayari umeshaingia kwenye mahusiano akija kupata huduma anaweza asitoe kile ulichokitarajia kwamba atakitoa, anazungumzia upande wa fedha. Amekuja kupiga picha kumi lakini kwa vile wewe ni mpenzi wake tayari, na mimi kama mfano, mimi ndo mpenzi wake tayari, tumeshaingia kwenye mahusiano, siwezi inaniuia vigumu mi kumchaji hela yote. Kwa mfano, sisi tunapiga picha kwa bei ya elfu mbili au elfu tatu sasa siwezi kumchaji picha zote kwa sababu tayari ni mpenzi wangu, mii nitabeba ile jukumu kwa, uh, kwa asilimia kubwa, maana asilimia kubwa ipo hivyo. Mimi kama mimi kama mpenzi wake wa wa kiume, kwa automatically, kwenye jamii tumejengewa taswira moja kwamba wa kiume ndo anabidi ha? abebe majukumu yote sabu ya mwenza wake kumhudumia, kwa sababu unapomlipia hata fedha ya photoshoot hiyo ni kumhudumia mwanamke wako hivyo inaniwia vigumu pia na mimi kufanya kazi hiyo, nikiingia kwenye mawasiano na mteja kwamba kipato kitapungua, sio kwamba ni ubahili au ni uchumi, ila unaangalia na kazi unayofanya katika yeah. huko kumi plasi kushawishika kuvo, maana mimi ni mwanaume rijali yeah. Kushawishika, nimeshawishika kwa, ili kwa, ili kwa, ili kwa, ili kwa. Ako, mara ya kwanza kabisa, na mara ya kwanza kabisa naingia kwenye hii kazi rasmi na kushika kamera kufanya kazi hii na muhifadhi kwa kilicholivutia zaidi, kwa sababu ilikuwa sijazoea kazi hii okay. na kukutana na mwanamke kuvaa nusu uchi photoshoot, au kuenda kumkaribia, kumrekebisha imekaa hivi na hivi, weka nguo hivi vizuri, hiyo uh, <laughs> ipo kwa, kama mwanaume rijali, hii vitu hivyo vipo kawaida uh, ila iliniwia changamoto au iliniwia vigumu kwa mara ya kwanza kukutana yeah. na mteja huyo na muhifadhi alikuwa yani amekuja kupiga picha, yani kapendeza, in short, amependeza kang'aa, kapendeza. Mimi kama mwanaume nilivutiwa naye, lazima mwili usisimke, uhisi kwamba hapa kumbe, yeah. Ila kutokana na kanuni za kazi na nini, unachokitafuta ili ufike ufike malengo yako ya, na sometimes wanajua, muda mwingine anajui kwamba anakuattract muda mwingine anajua kabisa nikivaa hivi pale nikifanya hivi namuattract yule pale, ila kwa misingi ya kazi na kwa mimi kama photographer na kwa kanuni nzima ya ofisi, unapaswa kuwa na mipaka. Hata kama ameivutia kiasi gani kiasi gani ameishaisha kiasi gani, nitajizuia, ila kama kweli nitakuwa na malengo naye au nimemtamani nime au namhitaji, na hiyo hivyo vitu vinafanyika nje ya ofisi, okay. Yeah. Uh, uh, uh, Yani, wanaokuja hapa wengi wao ni wake za watu au ni mchangaji wao ambao uh, sisi ofisini kwetu hapa tunapokea watu aina tofauti tofauti. Kuna wake za watu, kuna vijana, kuna watoto, wengine wako kwenye mahusiano hawajao wake wa watu rasmi. Sisi tunapokea kila aina na tunaheshimu wote kwa ujumla hapa. yeah. yeah. yes. yeah hiyo eh, ipo eh, ishatokea, lakini japo sio mara nyingi sana, ni mara chache hiyo. uh, kuta... <laughs> Ma... mnakuta hiyo <scenario, laughs> uh, ipo hivi, ilitokea, japo sio mara nyingi ni mara chache. Unajua, watu kwenye mahusiano wao wanavyoishi majumbani, hujui wanavyoishi, wanatafikiana wapi, wanakorofishana wapi, wanapatana wapi Uh, alikuja mteja mtu na boyfriend wake walikuja hapo kupiga picha. Katika harakati kupiga picha, wadada unajua wadada wa una, wana, wana approach kila kukicha, wanapokea, wanapokea request nyingi tofauti na watoto wa kiume sisi tunatafuta. Uh, ilitokea simu mteja ya mteja ameita ambaye ni mdada, alafu hapo pia boyfriend wake yupo mazingira haya, ila ule dada alimute ile simu akuipokea lakini baadaye akaona zidi kuita, ila simkwaze mshikaji wake akatoka nje na simu akawa anaongea, ila yule jamaa naye akashindwa kuvumilia, na akatoka nje akawa ameenda kumfuatilia anaongea nini, kwa nini ametoka kuongea na simu nje wakati hapa ndani pia angeweza kuongea kama ni maongezi ya kawaida. Ila walivyorudi sasa, walikuja kwa taswira tofauti. Mshikaji alikuja amechenji, yani, u nuru, nuru yake ya usoni imepotea tayari, amesha kwazika. Unaonaje bwana ukatoka kwenye mpira mpira, hii maana hainufaishi hai chochote, bali ilikuwa inanipa e tu maarufu, lakini maarufu huo ulikuwa hauna chochote mfukoni mwangu. Na mdada naye pia alikuja haipo kama ilivyompokea, ila alijikaza akapiga picha, lakini mwisho wa siku akanambia hizo picha nisiposti, kwa sababu sisi kuposti picha ni njia mojawapo ya kupromoti kazi na kutangaza biashara yetu. Si atuposti kazi ili mradi ila tunaposti kazi ili kupromoti na kupata wateja wapya. ila, ila aliniambia hizo kazi usiposti kwa sababu tayari ashakozana na mpenzi kazi wake, hivyo ilikuwa limit. Na pia ilitokea mwingine pia, ningeja nikamposti, tulifanya kazi nzuri, kazi yake kwa nzuri. Lakini sisi kabla kufanya photoshoot tunamuuza mteja, picha yako tunaruhusiwa kuposti? Ni nzuri. Akisema ndiyo, naruhusiwa kuposti. Akisema hapana, ni nzuri na akisema akisema hapana, ni hapana. Sababu tunamsikiza yeye ndo mwenye kazi. Alitokea nikamweza mteja, vipi kazi yako tuposti? Akasema ya, ndio, tuposti. Baada hapo kuposti, mshikaji wake akaja akaiona kwenye status ya ya mtu mwingine. Hana namba zangu, lakini alivyo status ya mtu mwingine imepostiwa picha hivyo, alinitafuta mimi, akanipigia simu, bana imekwaje bro, mbona umeposti mtu wangu na mimi sijaridhishwa na the way alivyo anavyoonekana, anaonekana sio nidhamu na nini mimi nikamwambia umemuuliza mtu wako kwamba kwa nini imepostiwa, au alikwambia? Tayari tuliingia makubaliano kwamba tuposti au tusiposti? Akasema ameuliza lakini ameambiwa hapana, na mimi nikarejea kwa mteja ambao ni mdada, nikamuuliza vipi, kuna moja mbili tatu, sielewi. Akasema nikuruhusu ni, ni, ni, ni posti, ila kwa vile mshikaji wake ameleta ame pingamizi kwao, inabidi niishushe ile picha. Kwa hiyo nilichokifanya mimi kama mimi nishushe ile picha status, ili kuondoa mtaf, kuzuia mtafaruku na watu wasigombane asijai wakagombana kupitia picha au gombana kupitia ofisi yetu hii hapa. Yeah. Picha ni njia moja hapo, biashara kutangaza biashara. Inawezekana ukakutana na mteja akaa, nataka kupromoti kazi yake, labda mavazi, kaja akavaa suruali labda yeye ana biashara yake, anatangaza biashara yake kupitia mavazi. Kwa hiyo, ili ionekane kwamba biashara hii ni nzuri, hana budi kuja photoshoot kupiga picha, ili kazi yake ionekane kwamba nafanya moja mbili tatu. Anapoposti ataposti na ujumbe pale chini, caption, kwamba nguo hii inapatikana sehemu fulani kwa bei hii na hii, kwa hiyo karibuni wateja. Ila akibaki na biashara yake kimya, haitangazi, wanasema pigia kelele biashara yako ili iende viral, ili upate wateja au biashara yako iku, iku, ikubalike, inabidi upige kelele sana, bila kuchoka. Kwa anapokuja mteja hapa, amekuja kavaa mavazi mazuri, nini, analeng, malengo tofauti. Wengine wanakuja kapendeza, ila for leisure, anakuja kupiga picha ili tu kujifurahisha nafsi yake na moyo wake, au ili watu fulani waone ya kwamba nimependeza, nimevaa hivi na hivi. Au sometimes pia kuna kuvimbiana kwa wateja Mteja anakuja anajipanga kweli, anakuja kupiga picha, akiposti wataview watu watapoview watu watakuwa na vimbiana. Yeah, viewers ni wangapi, wamelike wamecomment. Wanapocomment kwenye picha, mteja mteja anafurahi kwamba umependeza, yeye anafurahi anazidi ku yeah, ile pongezi na kwamba umependeza, uko vizuri, ni mzuri inamhamasisha na kesho tena aje tena kupata huduma yeah. Kwanza kabisa kwenye swala la, la bei ya bidhaa unaangalia, pia mazingira ambao upo kwa mazingira yetu sisi tulipo hapa Mbulu, tukisema tupige picha shilingi elfu tano ni changamoto, kwa sababu ofisi zipo, watu wapo, wanajishughulisha na biashara hii, wamefungua wengine, wapo wakongwe, kwa ili tufan, tufike mbali au tufike malengo kwamba tunataka tunafanya kitu kwa ajili ya baadaye, na pia jamii itambue kwamba kitu hiki kina, kinafanyika katika jamii, kina manufaa, kina maendeleo cha kwanza kabisa ingefanyika kama muungano au mmoja, kwa sababu hatuwezi kusema sisi tuweke bei hii hapa elfu tano alafu wengine wakaweka elfu moja Tumekuwa tunaharibiana biashara. Ila kingine pia mazingira ambayo tupo huku bado hawapo aware sana na biashara hii watu kuja na watu wachache sana ndo wako wawea sana na biashara hizi za picha, ila kwa wenzetu wa mjini ambao wapo mazingira ambao wamechangamka wanaelewa nini maana ya biashara hii kwao. Hata kiongo cha fedha akiweka shilingi elfu kumi shilingi elfu tano kwao sio tatizo. Kumpata mteja sio tatizo, kumkosa ni nadra sana. Ila kwa huku mazingira yetu tukiweka shilingi elfu tano ni changamoto ndio tu hapo, pia tunaweka shilingi elfu tatu shilingi elfu mbili sana sana elfu mbili elfu tatu ila Mungu akitujalia panapo majali huko mbeleni inaweza kafikia kiwango kingine. Uh, photoshoot hapa ofisini na kwenda outdoor kupiga picha, tunamshukuru Mungu. Uh, anatujalia riziki kila kukicha, kazi za harusi zinakuja, send off zinakuja, ila yote ni kutokana na ubora wa kazi zetu. Ubora wa kazi zetu pia unatangazia sisi na kwa namna moja au nyingine, harusi tunazipokea, send off tunazipokea, tunatoka nje ya Mbulu tunarudi, tunaenda huku na huku, Mungu anajalia tunapata riziki. Harusi tunazipokea, tunafanya kazi sana za harusi, haijalishi ni, kitchen party ni send off yote, birthday party yote, yeah. Shule, shule ya graduation, tuna ya yeah, sana sana, pia tunaenda kwenye shughuli za graduation ambapo shule za graduation pia zinasaidia sisi kujiinua au kujikwamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi hatuchagui kazi iwe wapi iwe sehemu gani iwe katika mazingira gani mazingira magumu au mazingira ambayo kidogo na wafadhali popote sisi tunafanya kazi uh, mah sana sana sana, tuna, tunafanya za darasa la saba, za form four, form six yeah. mungu akitujalia tutafika huko juu tena zaidi, zaidi, yeah. akaona kwa nini siwe nisijishirikisha na upigaji picha au niingia kwenye tasnia hii na mimi nikaona sio mbaya lakini nikafikiria kidogo nikaona nikienda huko itakuwaaje? nikienda huko itakuwaaje? unaonaje bwana ukitoka kwenye